Na habari namhabari asubuhi, wanafamilia wa Uwamda, na tumaini tumeamka salama. Kwa majina anaitwa John Peter Laurent, waziri mkuu wa Uwamda au katibu mkuu wa Uwamda e, asubuhi ya leo napenda niwapatie mrejesho wa kikao cha kwanza kilichofanyika siku ya jana tarehe 8 mwezi wa 6 2025 katika wilaya ya Ubungo, eneo la Ubungo Maji. Kikao kilifanyika siku ya jana kama tulivyokuwa tumepanga kwa muda sahihi kabisa ambao tulikuwa tumekubaliana na kufanikiwa kumaliza katika muda sahihi ambao tulikuwa tumeupanga. Umupan uh, yapo mambo ambayo uh, uongozi, jopo zima la uongozi uliamua uh, yawe vipaumbele ambavyo tumeanza navyo kwa ajili ya kuende, kuendesha gurudumu la Uwamda. Uh, siku ya jana tulikuwa na ajenda nane ambazo tumeona ni zinafaa kuanza nazo. Ajenda ya kwanza ilikuwa ni katiba na ofisi ya Uwamda. Ajenda ya pili ilikuwa utoaji wa fomu na makusanyo ya kiingilio. Ajenda ya tatu ilikuwa taasisi -ta ya kuhifadhi fedha za Uwamda, e ambayo tulikuwa naongelea kwamba ni e, benki au mkoba, tuliyadiskasi pia. Ajenda ya nne ilikuwa uteuzi wa kamati mbalimbali mbali za Uwamda. Ajenda ya tano ilikuwa changamoto za kiafya na misiba Ajenda ya sita, mchakato wa tisheti za Uwamda kama utambulisho. Ajenda ya saba, muda wa vikao e. Ajenda ya nane yalikuwa mengineyo. <coughs> Sasa moja kwa moja, naomba nianze kwa kuwafafanulia jambo moja baada ya jingine kamati. Baada ya kukaa na kuanza kuchakata ajenda mbalimbali, moja ya ajenda ambayo tulianza nao ikiwa ni katiba E, katiba tulidiskasi tukaichambua ile katiba ambayo tulikuwa nayo kwa sababu ilikuwa tayari tushaimaliza sasa tuko kwenye mambo ya kuangalia namna ya kuisajili. Hivyo basi tukasema kuanzia wiki ya leo e, ya Jumatatu ya tarehe tisa viongozi tutaanza kwenda kwenye mamlaka husika kuweza kupata utaratibu namna ya kusajili hii e, katiba yetu ili iweze kutumika na kutuongoza. Kwa hilo jambo likawa tumeliweka hivyo, mchakato unaanza. Ajenda ya pili ilikuwa utoaji wa fomu na makusanyo ya kiingilio swala, <coughs> swala la utoaji wa fomu tunafahamu kwamba wapo watu ambao tayari washachukua fomu wale waliohudhuria kikao kilichopita, lakini wapo watu wengi ambao hawakuchukua fomu na wako tayari kutoa hii fedha. Hivyo basi, swala la fomu tulisema kuanzia kikao kinachoanza cha mwisho wa mwezi huu E, tuta, tutaanza kukusanya fedha zetu ambazo tunatarajia kuzikusanya kuzi, lakini pia kupokea na kuchukua fomu kwa wale ambao pia hawajaweza hawakuweza kufika. A, tuliona pia muda wa kikomo cha utoaji wa hii shilingi elfu ishirini kama mwanzilishi wa kikundi yani, mwanachama kama mwanzilishi tupunguze muda iwe miezi miwili. Hivyo basi huu mwezi e, wa sita na wa saba ndo kikomo cha kutoa shilingi elfu ishirini sio tena miezi mitatu, kwa sababu tukisema tuweke miezi mitatu, kuna ile ada yetu ya mwezi, tutakuwa tumepunguza muda wa kuitoa, kwa hiyo tutakuwa tumeikosa kama shilingi elfu thelathini ambayo ilipaswa kila mwanachama atoe kama ada ya kila mwezi. Hivyo basi, hii miezi miwili hatutatoza hatutadai ile ada ya mwezi ya kila mwanachama, tutaacha wanachama wote waweze kukamilisha ili swala la fomu. Baada ya hapo, kuanzia mwezi wa nane, mwisho wa mwezi wa mwezi wa nane, tunatarajia kuanza kukusanya fedha zetu za ada. Lakini kingine pia kuna kipengele hakikuwekwa kwenye hii fomu, hivyo basi tunakifanyia marekebisho. Mtakapokuwa mmerejesha fomu na wale ambao wataanza kuja kuchukua fomu, marekebisho hayo yatakuwa yameshawekwa sawa. Aha. Alafu kwenye hilo hilo la swala la fomu Uh, wapo, wapo wapo wanachama ambao wanahitaji kuanza kutuma fedha zao eh, kwa kujitoa eh, tulifanyia tu tu, tu, tu tu tu mchakato. Tutatoa maelezo hivi karibuni, tutaanza kupokea fedha za wale ambao wako tayari kutoa. <coughs> Ajenda ya tatu, taasisi ya kuhifadhi fedha zetu za Uwamda. Hii swala la kuhifadhi fedha zetu za Uwamda tulikuwa tunawaza emkoba eh, na benki zote mbili zina manufaa, lakini tukasema tuanze na moja then nyingine. Hii tunahitaji kufuatilia ili tuweze kuweza kujua namna ya kuweza kuifanya, kwa sababu tuna malengo makubwa hapo mbeleni, lakini pia tutahitaji kuwa na njia nyingine ya kuhifadhi fedha. Tulipitisha mkoba kuwa namna ya namna na sehemu nzuri ya kuhifadhi fedha zetu kwa ajili ya kuwa kuweka uwazi kwa uwa, uwa kila mwanachama aweze kufahamu kiasi gani kimeingia, nani katoa, nani hajatoa lakini pia aweze kuona taarifa za fedha anayoitoa <coughs> zinakuwa zinampitia na yeye pia. Kwa hiyo swala la mkoba lishapita na tayari usajili wa line ushafanyika. Aa, mwenyekiti, e, waziri wa, waziri wa fedha atakuja kutolea maelezo swala hili kwa sababu ni sekta ambayo inamhusu yeye hivyo. Basi kwa sisi tulisema tutaanza na mkoba, lakini pia tutakaa baadaye kutafuta benki ambayo itakuwa rafiki kwetu kwa sababu benki benki, kuna faida za benki ni pale ambapo mtahitaji kufanya mambo yenu makubwa, lakini pia kwa kutumia bank statement kuona kwa mwezi mnaingiza kiasi gani kwenye hii account, eh, na matumizi yenu yanaendaje. Hivyo basi kwenye ile transaction ikiwa kubwa ya kudeposit pesa, pesa inakuwa ni rahisi kwa benki kutuamini sisi na kuwa na dhamana ya kwamba hawa wana flow ya pesa, hivyo basi hata wakihitaji mkopo wa fedha au tukihitaji jambo fulani benki watufanyie, itakuwa rahisi kwetu na itakuwa na advantage kwetu hapo mbeleni. Tutalitarajia kufanya mambo makubwa, Mungu akitujali, ya kupata mausafiri yetu kupata vit... hivyo basi, kwa kutumia transaction tunazozifanya kuliposti hela benki inaweza kuwa zina manufaa kwetu kuliko M-Koba. Hivyo basi tunaendelea kulifanyia kazi na kuangalia namna gani tutaliweka sawa na benki gani tunaweza kukaa nao tukaona tunaweza kufaidika vipi na wao hapo siku za usoni. Hivyo basi, haya mambo yote ya bei, ya Mkoba na benki yote tutaenda nao, ni tumeona vyema tuwape ujumbe wanachama na taarifa hii kwamba tunatazamia pia kufanya kazi na benki kwa manufaa hayo. Wale ambao wanaweza wana, wanafanya biashara na najua watakuwa wanafahamu nini faida ya wewe kuwa unafanya miamala mingi benki? Faida inakuwa nini kwa yule mfanyabiashara? Hivyo basi na sisi tunataka tusikose hiyo fursa, kwa sababu tuna uhakika wa kudeposit pesa nyingi katika kila mwisho wa mwezi ambao <coughs> tutakuwa tumefanya makusanyo yetu. Ah, hilo likawa limeisha swala la, la, la fedha, na hivyo basi na, na, na, na watamkia kwamba waziri eh, wa fedha atakuja kutolea ufafanuzi na nini cha kufanya. Ajenda ya nne ilikuwa uteuzi wa kamati mbalimbali za Uwamda. Tunafahamu viongozi pekee hawezi kukamilisha majukumu yao pasipo kuwa na ushirikiano na watu wengine au wanachama wengine. Hivyo basi siku ya jana tumeitumia ku, kufanya teuzi za kamati e, wa watu wa kamati ambao watatusaidia ku, kutekeleza hayo majukumu. Na kamati ambazo tuliziteua ni kamati tano. Kuna kamati ya kwanza ambayo ni kamati tendaji E, ambayo inahusisha e, viongozi wakuu watano kuanzia rais mpaka waziri wa fedha, lakini pia kuna kamati e, lakini pia kuna, kuna watu wengine ambao waliongezwa watano kwa hii kamati, inaunda jumla ya watu tisa, tukisema kamati kuu inahusisha watu tisa e, lakini pia kamati nyingine ilikuwa kamati ya fedha na mipango. Kamati ya fedha na mipango ili tuliteua watu watano, hawa watu watano watatusaidia pia kubuni miradi mbalimbali, kudiskasi vitu mbalimbali kwa ajili ya vyanzo vizuri vyanzo vya mapato, miradi katika umoja wetu. Hivyo basi, kamati inaundwa na watu watano. Lakini pia kamati ya tatu ilikuwa kamati ya faraja na maafa. Hii kamati ya faraja na maafa ni kamati ya muhimu sana, na ndio itarahisisha kwa ukubwa sana utendaji wa viongozi, kwa sababu hii kamati inaundwa na e, viongozi wa kanda viongozi wa kanda zote watakuwa ni wanakamati wa hii kamati ya faraja na maafa. Kwa sababu gani tuliamua viongozi wa kanda wawe katika, katika hii, hii kamati? Kwa sababu kwa mfano lime me mwanachama anaishi Mbagala, amepata changamoto yoyote au ana jambo la furaha e, wa kwanza kumjuza ni yule kiongozi ambaye yuko karibu naye, kiongozi wa kanda, na ndio wa kwanza anaweza akamfikia kwa ajili ya kuweza kwenda kumkimbilia. Je, huyu mwenzetu ana changamoto gani? Kwa mfano e, mwanachama mwana anaishi Bagamoyo, nani wa kwanza kumkimbilia kama amepata changamoto au ana jambo la furaha? Hivyo basi, kiongozi wa kanda ndio mtu ambaye yuko karibu naye. Kwa mfano sasa, ikitokea janga la msiba au ishi yoyote ya sherehe kama atapenda kushirikisha, japo tuliona jambo la sherehe kwetu hatujaliweka. Nakumbuka najua mtakuwa mnakumbuka katiba inavyosema, jambo la sherehe hatukuliweka kipaumbele, labda litakuwa ni jambo la hiari. Hivyo basi, let's say imetokea ishu ya msiba, basi hiyo wana viongozi wa, wa kanda watakuwa ndo wenyeji jambu, wa hilo jambo wakishirikiana na viongozi wote, hivyo kwenye kwenye michakato yote ya, ya kushughulika na mambo ya msiba viongozi pamoja na viongozi wa kanda ndio watahusika kutoa hizi eh, kuhangaika au kushughulikia mchakato wa kuendesha hilo zoezi, michango na vitu vingine ambavyo vinahitajika kulikamilisha hilo jambo. Eh, kitu kingine kwenye majukumu ya hawa wanakamati ni kutoa taarifa kwa uongozi, kwa sababu yule mwanachama akiwa ameshatoa taarifa kwa mwenyekiti, kwa, kwa, kwa, kwa kiongozi wa kanda, basi yule kiongozi wa kanda ataturahisishia sisi kutupatia taarifa au kumwomba, kumwagiza kwa, basi mtembelee huyu mgonjwa, tujue mazingira yake mpaka sasa yukoje, anaendeleaje, tuipe mrejesho ili tuwape mrejesho pia wanachama ili tujue tunaweza kumsaidia vipi. Hivyo basi kamati hii ni kamati inayoundwa na viongozi wa kanda. Hilo likawa limepita lakini pia kukawa na kamati ya nidhamu. Eh, tunafahamu eh, katika, katika umoja wowote lazima wapo ambao wavunja, wavunja zile taratibu. Hivyo basi hii kamati ni ya muhimu sana. Kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya kutuweka sawa. Wale ambao watakuwa wameteleza, basi hii kamati itakaa nao na kudiskasi nao. E, yapo masuala ya magomvi hapa na pale. Hii kamati ya nidhamu ndo kamati pekee ambayo itashughulika kutuwekea mipango sawa, wanachama wetu kutuwekea sawa, ili kuwa na amani pamoja na upendo. Lakini pia kamati ya mwisho ilikuwa ni baraza la washauri. Baraza la washauri pia ni moja ya sehemu muhimu sana. Tunaona kwenye grupu kila siku wanachama ambao wana wivu na maendeleo ya Wamda wanatupa jumbe mbalimbali za kutukumbusha na kutuonesha mwanga mambo gani ambao mnapaswa kwenda nayo. So hili baraza hili, eh, baraza la washauri au wengine wanapenda kusema baraza la wazee lina watu sita. Ah, wote tuna, tumewateua kuwa ni watu ambao tunahitaji mawazo yao na michango yao mbalimbali pale watakapoona tunapaswa kufanya jambo fulani kwa ajili ya manufaa ya umoja wetu. Hivyo basi, ndugu zangu, hayo ndo mambo ambayo tuliweza kuyadiskasi kwenye, swala la kwenye mambo ya kamati. Aa, swala lingine ambalo tuliidiskasi tu, tu, tu, tu siku ya jana ni changamoto za kiafya na misiba. Hili uh, jambo tulidiskasi pia siku ya jana na tukawa tumetolea maamuzi. Swala la msiba, inafahamika mwanachama yoyote akipatwa na jambo kama hilo la msiba e, e, Uamda kama Uamda tunalibeba zima kama lilivyo mpaka kukamilisha huo mchakato na inafahamika hivyo, lakini pia kwenye swala la e, changamoto za kiafya tulipendekeza jambo na tukasema hili itakuwa ni vyema kwa sababu ndo kwanza tunaanza kutengeneza umoja wetu. Kwa mwanachama ambaye atakuwa amepata changamoto ya maradhi ya kulazwa operesheni na vitu gani, tukasema kwa sasa tuanze angalau kwa shilingi laki tatu tutampatia shilingi laki tatu kuweza kuhangaika, eh, alao kupunguza zile changamoto za kifedha katika matibabu lakini pia kwenye hili hili swala la changamoto za kiafya tulisema e, Uwamda tayari imezaliwa upya, ikiwa tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano ndio birthday yake. Hivyo basi, hii tarehe itawekwa bayana kwa kila mwanachama kwamba hii ndio birthday yake. Lakini kwenye birthday ya hii tarehe utakuwa na mambo ambayo yatakuwa yanafanyika. Jambo ambalo litakuwa linafanyika, tumewasiliana na mamlaka ya taasisi za kiafya na kudiskasi. Bado tunaendelea kwa ukaribu kabisa, tutaenda ku, ku, ku, kufika ofisi, kwenye ofisi zao kuendelea kulichakata hili jambo. Uh, tunatakiwa kuwa na benki ya damu yetu ye kama Uwamda, ili kuweza kurahisisha huduma na matibabu eh, ya damu pale yanapokuwa mgonjwa amehitajika kupatiwa damu, basi tuwe tuweze kutoa hiyo damu kwa uharaka sio mpaka tuanze kutafutana fulani fulani twende ukajitoe damu, hapana. Kwa hii siku ya tarehe moja mwezi wa sita itakuwa ni siku maalum ya wanachama wote kutoa damu kwa ajili ya umoja wetu. Hii damu itatusaidia sisi pale panapokuwa na uhitaji wa damu, ili tuweze kutibu wagonjwa wetu, wahitaji wetu kwa uharaka pasipokuwa na changamoto. Lakini pia, hii itakuwa tumeweka mchango mkubwa sana kama kwa taifa, kwani damu inahitajika sana katika maisha yetu ya kila siku, yapo majanga mengi sana yanawatokea watu, lakini bila damu hawezi kusurvive. Hivyo basi hili jambo ni la muhimu na bora sana kwetu kwa maendeleo na manufaa ya afya zetu. Kwenye hilo swala pia la, la damu e, tunaweza kusema tutateua siku ambayo tutawasiliana na mamlaka aidha, wanaweza kutufuata kwa sababu sisi ni wengi, watu wengi, na wale wana taratibu ya kuweza kutoka kuwafuata watu kwenda kujitolea damu. Hivyo basi tuko kwenye maongezi, tunaanza tukasema siku gani tunakuwa tumepanga, wao watatufuata kuja sehemu ambayo tutakuwa tumeamua kufanya then kutoa damu na then kuwa na benki yetu ya ya damu aa, uh, lipo pendekezo lingine kwenye hili hii uh, tutaliweka baana baada ya kuwa tumeliweka saa kwenye hichi kipengele cha afya na na na, na, na, na majanga. Lakini pia ajenda nyingine ilikuwa mchakato wa t-shirt za Uwamda. Hili swala msitie shaka kabisa, hili swala ni identity ya chama chetu. Kwa hivyo basi lazima tuwe na t-shirt, t-shirt sio t-shirt tu, t-shirt zenye ubora na zenye muonekano eh, ikiwezekana mtu aivae kabisa, anaenda si safari yake ya muhimu kabisa, kwamba anavaa t-shirt kwamba I'm proud kuwa Mwanamtitaa hivyo swala la t-shirt msiwe na hofu nalo, tutawapa tutawapatia siku ya mkutano wa mwisho wa mwezi tutakuja, tutakuja, tutakuja na, na, na tunawaahidi kuwaletea t-shirt bora kabisa ambazo mtazipenda wenyewe, na na gharama pia tutawaambia tuta, tuta. Lakini pia ajenda nyingine ilikuwa ni muda wa vikao. Hii ajenda ya muda wa vikao imekuwa kitu kloning kwetu, tunapanga tukutane saa sita watu wanakuja saa kumi. Tukutane saa nane, watu wanakuja saa kumi. Hii imekuwa inatufanya tunashindwa kutekeleza zile ajenda zetu, kuzidiskasi ajenda zetu kwa wakati, tunarudi majumbani usiku eh, na tunajua watu wanakaa mbali, wanachukua mausafiri, wengine mapikipiki. Sasa ikishakuwa jambo la usiku kidogo eh, na wengine wana ndoa zao, wengine ni wamama E, tunafahamu changamoto za ndoa e, mtu alisema kikao muda fulani kitaisha muda fulani, lakini sisi tunapitiliza, e, watu tunawasababishia changamoto kwenye ndoa zao kwa sababu ya kuchelewa kurudi. Hivyo basi tumeweka mikakati mikali kwenye swala la, la muda e, tumepanga, e, muda wa vikao ni muda ambao ni maalum utakuwa umepangwa, labda kuwe na dhalula au kuwe na jambo lingine ndo unaweza ukawa na mabadiliko, lakini muda wa vikao eh, utakuwa ni saa nane kamili, tunaanza vikao na kumaliza saa kumi na moja. Haijalishi ajenda zikoje, kuna nini, huo muda ndo utakaofuatwa. Kama kutakuwa na jambo la ziada, basi raisi anaweza katoa muda wa nyongeza, kwamba bana, tutaongeza muda kidogo kwa sababu ya hichi na hichi na hichi, kutokana na kipindi hicho tutakuwa tuna jambo gani Ukija kwenye kikao nje ya saa nane basi wewe kuna faini itakuhusu shilingi elfu tatu. Hii itaanza kutekelezwa kuanzia kikao kijacho. Aa, na kwa yule ambaye hatahudhuria alafu akao hajatoa taarifa huyo mtu naye faini itamhusu kwa sababu Kuanzia sasa tutaenda kwa orodha ya watu yani ni kama vile tulivyokuwa shuleni, unaitwa jina fulani, yupo fulani, hayupo. Kwa hiyo tutakuwa na orodha ya wana, ya wana, ya wana, ya wana, ya wanachama wote, then wewe ukishaingia tu tunakutiki na tunaandika umeingia muda gani. Ukiingia tunakutiki tuna, tunaandika umeingia muda gani ukiingia muda zaidi ya saa nane ina maana tayari wewe shilingi una shilingi elfu tatu unadaiwa. Na hii hatutanii, elfu tatu utatoa kama uhitaji. Kutoa elfu tatu njoo ndani ya muda ambao umepangwa hapo, tutaenda sawa. Na asiye kuwepo, elfu tatu inamhusu. Kama utatoa taarifa Haina shida, tutakuweka kwenye daftari la mahudhurio, ni mtu ambaye umehudhuria japo hukuwepo kwenye kikao kwa sababu umetoa udhuru, na hiyo udhuru iwe na mantiki. Tusitumie hichi eh, kigezo cha kuomba udhuru, una mambo yako tu, hujajisikia kuja, basi ume, unaomba udhuru eh, kwa kusingizia jambo i mradi usi usihudhurie kikao. Hayo ndo mambo tuliyodiskasi siku ya jana na kuyaweka bayana na kila kitu kikawa kimeisha. Hivyo mengineyo, pia tulidiskasi mengi sana ya ziada ambayo ni ya msingi sana na ya muhimu. Tunatarajia kuwa na tukio moja ambalo linaitwa Uwamda Family Day. Uwamda Family Day hii ni moja la jambo muhimu sana, kama wanafamilia wa Uwamda. Hiyo siku inaweza kuwa ni siku ya muhimu sana kwetu kwa sababu tutatakiwa kufika eh, kwanza tutaangalia namna ya kulifanya hili jambo. Hii ni issue ambayo itahusisha sisi wanachama na familia zetu. Kwa mfano let's say ndugu eh, yangu Matias Joseph na familia yake anapaswa atoke, eh, aje kuungana nasi. Aidha eh, tumesema hiyo siku ya Uwamda Family Day tutaisherekea tuta au tutaifanyia tutaifanyia labda bichi fulani basi, tutaangalia tunajichangachanga vipi, ka kiasi gani, ka elfu tano ka elfu kumi e, ka elfu kumi na tano tutakavyopendezwa sisi wenyewe tukachanga, hii kawa ni usafiri pamoja na, na chakula, labda tukasema tunaenda bichi fulani nzuri ambayo ina utulivu ambayo tunaweza tukaenjoy na watoto wetu na familia zetu, huko tukaenda kusherekea, kudiskasi dhumuni kubwa e, tumeungana si tu tusaidiane kwenye majanga, lakini pia tufurahi kwa pamoja. Lakini pia hiyo ni moja ya njia pekee, tukisema fulani anauguliwa na mtoto wake, basi tunakuwa tunafahamu huyu mtoto fulani ni yupi, e, mtoto yupi, kwamba siku hiyo family day itatuunganisha na kufanya kujuana. Namjua brother Peter Logan pamoja na watoto wake na mke wake, namjua brother Lomani yeye yeah, yeah, pamoja na watoto wake familia yake nzima ko tunakuwa wanachama wote tunajuana mpaka familia zetu. Hii inakuwa vyema sana katika utendaji kazi wetu, na tukisha kuwa tunasema fulani mtoto fulani ana changamoto hii, basi tunakuwa tunamfahamu kabisa. Hii itatukonekti na kutufanya wamoja zaidi na kuungana kuwa imara zaidi. Hivyo basi naomba kutoa ripoti hii kwenu ya dakika kama ishirini na tano, muisikilize kwa makini. Kama mtakuwa na jambo la kushauri, pia tunaomba mshauri. E, kama una hoja yoyote, pia tunaomba uitoe, ili kama pale palipopungua tujazie e, ili tuweze kwenda sawa e. Nawashukuru sana na na, nitamkaribisha na, e, waziri wa fedha ya e, kuja kutoa ufafanuzi kuhusu E, mkoba kwa sababu tayari iko tayari, na si, si kuanzia siku ya leo e. Wapo wanachama ambao mtaanza kupigiwa simu kuwa, kuwaomba mtume hizo fedha e, wapo ambao wako tayari kutuma, wapo ambao watatoa siku ya kikao, hivyo tunaanza kupokea wote. Mpaka sasa tunao watu wengi tu ambao walikuwa nasubiri kukamilika kwa mkoba ili waweze kutuma fedha hizi kwa niaba ya viongozi wenzangu mimi, kuanzia rais mpaka waziri wa fedha naomba, ku, naomba kuwasilisha eh, ajenda hizi na haya mambo yote ambayo tumediscuss kwenu, then nawashukuru sana. Mungu awabariki.